Karibu baba. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Mimi ni mzaliwa wa pili kwa baba na mama. Ukoo wetu na kabila letu Wabena na watu wa Njombe wana mizimu. Hiyo mizimu ni afadhali, majini kuliko mizimu. Kwa nini? Kwa sababu ile, toka mtu tumboni mwa mama yake anaridhishwa, anazaliwa nayo, anazaliwa nayo kwa kupitia yani, mtoto akizaliwa ana kitovu na nywele zile za kwanza, wale wabibi wanaenda kukabidhi kwa mizimu ya ukoo wakikata e, kikata kile kitovu anaenda, na nywele za kwanza wanachukua wana, eh, wanapeleka kule. Kwa hiyo wanakuunganisha na mizimu na yale maneno waliotamka kwamba asiwe tajiri, asisome, au aolewe na kuachika, ndivyo inavyofuatilia, haikosei. so, ukazaliwa kwa familia iliyo na mizimu na mizimu Bibi yangu alikuwa anaka ana pepo, sijui niseme nini yani mtoto wa kike, wa kiume, yangu. Ukitaka mtoto wa kike anakutengenezea dawa unapata, ukitaka wa kiume anakutengenezea dawa unapata, ukitaka wa kike unapata. Bibi yangu mzaa baba eh, na alinitumia ni hiyo kazi nilifanya. Ali? alinitumia kwenye uganga wake mpaka manesi wakawa wanakuja, maaskari wanakuja, wakitafuta msaada, akakupa hiyo uganga, anasema ukachume dawa fulani na dawa fulani. Yule mtu kama anahitaji mwanaume, mimi ndio naenda kuchukua zile dawa, namnywesha, anapata mwanaume yule mwanamke oh. akitaka... so, unakuwa kama mfanyikazi wa Ehe. Hmm. Sasa alipokaribia kufa alisema nitafute mbuzi ili aniridhishe yale madawa, nilikataa Nilipokataa muda mfupi, nikawa nimeokoka, lakini sikujua namna yoyote ya kufanya. Na kwenye ukoo huo huo, yani kwa Wabena kwa ujumla, kuna mila na desturi, kwa lugha tunaitwa makwala, yani wanashinda uchi kama ni wiki mbili au wiki moja. Hakuna mkwe, hakuna mtoto, hakuna yote, mnakaa uchi kama mlivyozaliwa, wiki nzima. Wapi? Uko porini, wakinywa wakila lakini mwisho wake lazima mtu mmoja atakufa, maana limzimu litahitaji nyama ya mtu. Ngoja ni afadhali ndio watu wakizaliwa kwa familia, wanachukua kitovu na nywele za kwanza na nywele eh, ile ya kwanza za kwanza inapelekwa, kile watakachosema kinatimilika. uwezi epa nimefanya nilipopata elimu kidogo, nilifuatilia kwamba watu hawa tulikabidhiwa kwamba wasiwe matajiri, kwa hiyo asisome o. Kwa hivyo nyinyi hamwezi soma na hamuwezi ilikuwa matajiri, haiwezekani ha, maana mmepewa limiti na hasa upande wa, wa kike kwenye uko wetu hawasomi, hawaoleki, wakioleka wanaolewa vibaya. niwasome Asisome. Usiolewe, e, na ama kuoa kuachika, e, kuachika kuachika na umasikini, umasikini. Kwa hivyo madhibau yenu inasema hakuna tajiri, hakuna tajiri, hakuna kuolewa. Unaweza kuolewa mkaachika, yani ile ya kuteseka teseka huko eh mara moja kwa mwaka mnaenda mizimuni, unaenda mizimuni huko, ni mara moja e, kwa mwaka. Ilikuwa mwezi wa tisa, kila mwaka mwezi wa tisa eh. So mwezi wa tisa mnaenda mizimuni hmm, wiki mbili, wiki moja au mbili Munakula nini huko? Ni pombe, vyakula, nyama zinachinjwa, vyakula vyote vipo pale, ila mnakaa uchi, hakuna baba, hakuna mama, hakuna mkwe, hivi yaani baba mkwe, mama mkwe, mtoto wako, wote munakaa uchi. Na mnalala wapi? Ani kulala huko kuporini, hakuna kurudi nyumbani, wiki nzima. Wiki nzima, mama mkwe yako hapo. Baba mkwe yuko pale, baba mkwe yako hapo, binti yako yuko pale, binti yako hapo, mtoto wako wa kiume yuko hapo, mtoto wako wa kiume, mkamwana wako yuko hapo, mkazamwana pia yuko hapo. Yaani timu yote tu na wajukuu wote tu, hakuna mtu akona nguo na na baba na, baba. Yaani na, na mtu aoni haya, hakuna haya, hiyo hey, ni adamu naa, hiyo sehemu kubwa ndio madhabahu za Wabena Njombe, una uchawi mkubwa Njombe anakotoka Pastor Ana, Anita nahitaji msaada mkubwa sasa. Mkimaliza huo wiki mkirudi mm. nyumbani mm -hmm. mtu anakufa. Eh. Ilo wiki kumaliza, mtu anakufa wiki baada ya kumaliza tu lazima kwenye ukoo afe mtu mmoja, na mnajua tu katikati yetu sisi waliouchi mmoja anaenda kufa eh, Anauawa na hii madhabahu. Mkuu wa mila na desturi hiyo anajua ni nani achukuliwe. oh, yeye. yeah, anajua, anajua akipointi pale, anakupoint eh kwamba yule mwaka huu atachukuliwa fulani. Mimi nilikuwa nichukuliwe, lakini kwa neema ya Mungu nilikuwa nimeokoka, nikawa nimeshindikana, lakini ninateseka mpaka leo. Naambiwa mchawi ndugu zangu wanateseka wote, wanasema anaroga mimi. Kuna bwana mdogo ana mguu hapa, ana kidonda hakiponi, ana hali mbaya. Kuna bwana mdogo mwingine yuko Mbeya, mke wake naye, wana hali mbaya. Walikuwa wafanyakazi wazuri tu, lakini wamegeuka masikini wa kutupa kabisa, lakini wanasema na roga mimi. Kuna mwingine haowi na wanasema nimeroga mimi. Kabla hujaokoka, ulienda kambini mizimuni? mimi sikuingia ila wazazi walinishirikisha ni, kwa sababu nilikuwa mdogo. Ehe. Kwa hiyo chaguo la mizimu ilikuwa ni mimi nishikilie kiti baadaye baada ya kufa so, wao. Ukaenda ukiwa mdogo? nilienda nikiwa mdogo ukaona watu wote wako uchi. Wako uchi. Sasa mvua ikinyesha kuna nyumba huko? Mvua ikinyesha wanasimamisha, ni mwezi wa tisa hakuna mvua wanasimamisha Eh. Hata kama ingekuja eh. Chakula nyama mnatoa wapi? Zinaletwa kila anayekuja pale analeta mbuzi, unga, michele, maharage, wanapika na pombe, inakuwa ni sherehe. Ni sherehe wiki nzima eh. Alafu yule mkubwa anasema huyu ndiye anachukuliwa mwaka huu eh, na huyu anatolewa, anatolewa. So watu wakirudi nyumbani wanaanza kuroga tena E, mwaka mwingine tena wanachagua ni nani atakwenda. No, wote hawa sasa ni wachawi. Wakirudi manyumbani kwao, wanavaa nguo wanavaa nguo tu kama kawaida, unakutana na wao, ni watu tu, ni watu tu kawaida, lakini mwezi wa tisa hawako kwa boma ah -ah. kwa hizo wiki watakapoonani kama ni wiki moja au mbili, ukiingia huko basi mnatoa nguo hiyo, boma ina mtu wako msituni, msituni. Na hakuna mtu wa, majirani wote wanapigiwa na serikali kwamba eneo lile msikanyage. Wanaambiwa na serikali e, kwamba mnatangaziwa msikanyage. Kama utakanyaga we, utakaye kwenda kuwaona wale watu, kama huna Mungu, basi uzazi umeharibika au una paralyze upande mmoja. Yaani serikali inaambia watu e, msiende kule. Serikali pia inajua kwamba hata e, serikali inatambua hiyo uchawi e, kwamba kuna ibada za watu kule imani Hey, ibada za watu wa, wa mizimu kule inafanyika. Serikali, serikali hey. Simeruhusu kwamba nao ni ibada yao, ni dini yao. O, ni dini yao wa. Hey, hey. So serikali inatoa amri hapo kuna ibada inaendelea hey, maana wametoa kibali kwamba wiki hili tutakuwa maeneo fulani tukifanya shughuli zetu. Wanapewa kibali hey, wanatoa wanaomba kibali na serikali inatoa kibali kwamba wanaenda kufanya ibada hey, ibada zao ya kuwa uchi hey. Ila hiyo ya uchi ni siri yao, oh, wao wameenda kiibada ibada, lakini wao ni wanajua watakuwa uchi eh. Lakini hiyo ibada, hakuna mtu anaruhusiwa kuingia ah, ah. Na hakuna kwenda eneo hilo, ukienda unapata laana, ndio hiyo, unakosa kizazi au unaparalizi upande mmoja. Bora tu umewaona, bora umewaona eh, ume tu, na wao wenyewe hawashughuliki na mtu ah, ah, ile mizimu itakushughulikia ah. Ukiwaona hata wakufuati ha, ha. Si mizimu nitakushughulikia. Kwa nini umekuja huku? Wewe sio mwanachama. Mimi huwa naambianga watu, ukiwa na madhabahu mazuri, ukipigwa vita madhabahu yako itakutetea. Watu hawajui wa <coughs> ndio maana huwa nakuuliza mara nyingi, saa zingine unasikia nakuuliza, unaendanga wapi? Madhabahu yako iko wapi? Unashiriki wapi Ulimwengu wa giza wanajua mengi kuliko wana wa nuru. Wana wa nuru hawataki kujua, hata hawataki. Wao wanajua tu wako na kucha, hawajui wako na vidole. Sikufichi kitambo, usikie mganga anataka kuokoka, mchawi anataka kuokoka. Inamaanisha kule, hiyo madhibao yako imeleta uharibifu mkubwa huko, hawawezi kusarenda bure. Lakini kinachonipa uchungu, wana wa nuru hawajui baba yao, hawajui maana ya sadaka. Okay, sikiliza, mlikuwa mnaweza kufanya ibada bila sadaka? Yaani ni hivi, kila mwaka, kila naye kuja pale. Kwa mfano mimi, labda na wadogo zangu watano kila kaya inaleta mbuzi huyu. Sadaka nayo inakuja kukabidhiwa kwa hiyo mizimu, kwamba fulani ameleta sadaka hii, unga huu, mchele, pombe na vitu, hela na nini, vyote vinakabidhiwa, ndipo ibada kwa mkuu wa, wa mizimu, tuseme mwenyekiti, oh, mwenyekiti eh, wa ibada hiyo ya mizimu kama chama. Ehe. Ndio anatamkia miungu hiyo kwamba fulani ameleta hiki, anatamkia miungu. Si niliwafundisha mtu nadhani nilikuja na miungu. Na miungu. sadaka mtoto, usisahau hizi vitu nafundisha sawa, ukikuwa mdogo utakuwa unamwombea Unapotoa sadaka tuseme ni euro ama dola, ukiweka kwa madhabahu, saa zingine huwa anawambia wewe unaenda kuomba huko, ni kwa nini? Ushasikia nikasema hivi, ni yule mwenye madhabahu ndiye anamwambia, Mungu bariki hawa wanaokutolea. Yeye na Mungu wake na madhabahu yake, baraka zinakuja. Mara watu wamenunua magari, wamenunua mashamba, wamepona kansa. Muulize mwenzako kwa nini huwa unatesekanga, ukienda kuombea huko. Siwache uombee, ukienda kanisani, kwa sababu ni ibada. Bwana, haleluya, amen, haleluya, haleluya, amen. Tutoe sadaka haya, tumebariki madhabahu, tunaenda. Watakunyonga usiku sababu ya madhabahu, haiongei haifanyi kitu, haina nguvu. Mwenyewe ananyongwa usiku. So wao wanatoa kafara mtu kando na wale mbuzi. Mama, uishi sawa? hakuna kukufa, nimeweka uhai ndani yako. Unaona, huyu hakuna uwezo wa kujua kama simu inapigwa mimi niko na uwezo wa kujua kama unakufa kufa ama uko hai. Na wee pia una uhai. Uyo anaota ndotombayo huu mtajiri maskini, enenda uwe tajiri. anaundu ni, ma, ni mauti ya uchawi. Yaani unatumiwa roho, halafu inakaa ndani yako mpaka siku ya kufa naweza kuwa ni miaka sita ijayo, lakini mtu mwenye macho anakwambia, auko sawa uko hivi na hivi. Kama vile yule mama, unasikia, nilimwambia akakataa, hapana, niko na pete, niko na bwanangu. Unamwambia mama ma, ma. Sasa wakianza hiyo ubishi, mimi naenda zangu. Unapotoa sadaka, sadaka yako hii haiwezi ikatajirisha madhabahu. Madhabahu iko na nguvu ya kutuma baraka kwa kampuni yako, kwa kazi yako. Hakuna siku utatoa sadaka ambayo inasaidia madhabahu, labda pasta wako asiyejua anafanya nini. Anayejua madhabahu hawezi aka, ukatoa sadaka pesa nyingi akafurahi aka, sikudanganyi, na kuambia ukweli, mimi ukitoa sadaka pesa nyingi na kuangalia nambali sababu njia ni ngapi? Ni mbili. Njia moja, huenda matatizo yako ni mengi sana, umechoka nayo, ama unanipa pesa ili nikufuate kile umesema nifuate. Sababu huwezi nitajirisha, huwezi. Sasa ukinipa pesa nyingi, kwanza ukitaka nijue ulitoa pesa huwa anakasirika sababu najua huyu anafikiria tuko hapa kwa ajili ya pesa yake. Huwa anakasirika nakuambia, ulitoa ngapi? Ni kurudishie, na new life iko na milango kumi na ngapi? Chagua ile unatoka, na maana ukitoa sadaka kwa ile madibao, we ngoja, si tunaongea kuhusu chawi na uganga. Ngoja tutakuja kuongea kuhusu watu waliobarikiwa, walipokuja hapa utasikia kukasirika, wako umutu Wewe ukaja ukaokoka ndiyo, na haukumalizana ile madhabahu. Hakuwepo mtu wa kuweza kumaliza. Wachungaji wengi nimewaeleza, wanasema vunja madhabahu kwa mdomo tu, hakuna sadaka. Nimekuja kufaidika baada ya mafundisho yako hapa. Nimekuja mara mbili, hii safari ya tatu, na imenisaidia kupunguza kazi ya nguvu ya, ya, ya, ma, ya madhabahu za mashetani isipokuwa kufanikisha kabisa ndio hamna. Ninaweka mia mbili za ardhi unaenda 200 za ardhi hiyo nini, naweka mia mbili za mashamba uko naweka mia mbili eh. Lakini maono yangu ni makubwa, nahitaji kilimo cha umwagiliaji nifuge mifugo mingi kama wewe nifanye kutengeneza chakula cha mifugo cha kuku, kwa sababu Njombe wanahitaji ulaji sana mkubwa wa kuku. Lakini sasa ma... sina nyota ya ufanisi hauna, imenizuia. Na wengine bado wanaendelea na mizimu e, wengine wanaendelea huwa wako na sherehe zao, ile tulikatisha sasa, na miaka kama saba hivyo, kile kimungu kile tulikichoma, lakini kile kiti na mamlaka zake bado zipo zinafanya kazi zina ndio zinatesa watu zinatesa watu na kutaka kuua, lakini masingizio yote mimi ndio naua, ndiyo naua ndio mchawi. Oh, wote wanasema wewe ni mchawi, ni mchawi. Mimi kwenye mashamba sifanikiwi, lengo nilime vibarua, nazuiliwa, sipati ekari mia... mbili mashamba eka mia mbili uko na mimea huko umepanda nini? Nimepanda kidogo parachichi, migomba, machungwa kidogo. Sasa uwezo wa kuendeleza sina, kwa sababu kila nikipata tu hela kidogo, tunatawanywa wao wanaitawanya. E, kwa hiyo nilikuwa nahitaji nipate nyota ya ufanisi wa kilimo mashamba makubwa. Unahubiri hapa mimi ninayo. Tunavunja hiyo madhabahu leo na utafunguliwa tu, amen, kwa sababu tuna mikakati ya mkoa wa Njombe, kilimo cha kimataifa. Kuna wahindi wamekuja wale, wanahitaji mazao yale. Sasa nyota ya kilimo sina, hebu fanisi shamba uko nayo, nayo maji ni nayo, mali unayo, eh, lakini wewe ni maskini. Maskini na mke wangu alivunjika mguu, alimizimu, mizimu ilipiga. Alikuwa anachuma parachichi pale nyumbani, kutoka nje ya mti tu, mguu kavunjika ghafla. Sio alipanda juu ya mti mguu ikavunjika, aliingia ali, ali kuchuma kwenye matunda ndani na mjukuu wake ndani ya mti mjukuu yuko juu, atoke nje na yale matunda kwenye mti chini, amekanyaga hivi, ukaliapa kavunjika mguu mpaka hiyo yu, yuko yupo mchungaji anita nafahamu, lakini mgu, amevunjika mguu, amevunjika mguu na aliwekewa chuma. Sasa kazi ya hii na uko wao pia wana uganga kwenye uko wao. Bwana Yesu asifiwe. Kitambo tumalize ibada hii, kesho tutakuwa tumemalizana na wachawi wengine huko. Haya, watoto wangu nao ndio hivyo, wamesoma hawana kazi. Huyu hapa ameoa amezaa mara tatu lakini yote ni madhabahu mpaka hivi anamke ambaye mimi simtambui, yaani amekabidhiwa na mwenye binti bila taarifa, mimi mwenye miji e, anakabidhi kwa mtoto wangu. Nani huyu? Anaitwa mwenye miji huko Tukuyu huko Mbeya. Kwa hiyo roho bebe ya uzinzi imemkamata huyo. Amemaliza nani, clinical officer, lakini hana kazi na hajapata hata mchuma binti yangu wa mwisho nahitaji msaada wa fungulio wote ila huyo nataka toke kwa huyo mwanamke wacha apate mke wa kwake wa heshima aliyompa Mungu wajua tukipiga ile madibao eh. haya yote yanatendeka kwa haraka tu Amen. Amen. Kuna mwingine kutumia fisi yani kule, kule Tanzania wakati unakuja kufanya mkutano ambao Mungu alikuleta hapa Kilimanjaro mkutano ndio eh, kwa mara ya kwanza serikali ikasitisha kule Simiu eh, kwamba eh, watu wasitumie tena mafisi kama bodaboda. Mafisi walikuwa wanakula watoto na wakakutwa tu watu wengi ambao wanafuga fisi na wana majina na, na walikuwa wanatumia kama bodaboda kusafiri nazo sembali. So walikuwa wanachukua fisi wanatumika kama bodaboda kwenda wapi? Eh, kwenda popote anapotaka kwenda. Mchawi anasafiri na fisi wake kama bodaboda yaani. Eh, wachawi wengi walikuwa wanamiliki fisi kama sehemu ya usafiri na walikuwa wanakula watoto eh, na wanakula watoto. Lakini ule mkutano ulipokuja, hata wale mafisi ambao walikuwa wapatikani kirahisi kuuawa waliweza kupatikana wakauawa, na ndio serikali ikapitisha kwamba watu wasio na sheria huko kwenye huo mkoa kwamba wasio wanatumia fisi kama bodaboda. Serikali ikasema watu wasitumie fisi kama bodaboda. Wasitumie fisi kama bodaboda. Yaani, nachotaka kueleza ni kwamba kwani hata serikali ilikuwa inajua watu wanatumia fisi kama bodaboda. Ilikuwa inajua kwamba watu wanatumia fisi kama bodaboda, lakini namna ya kudhibiti sasa ilikuja kuweza kudhibiti baada ya kwamba fisi wanakula watoto. Yani, tunapoongeleaga huwa kama ile mkutano wa Dar es Salaam Biafra ambayo yule mkuu wa Chawi mwenyekiti wa wachawi Gambosha aliokoka. Eh, alipokutana na mahubiri yako, watu wanatakuwa watu wafahamu unapozungumzia uchawi Tanzania si swala la story, ni swala la wazi sana. kunakuwa yani, sana. Ni kijiji tu watu wanajua hapa ni kwa wachawi yani, kila tuseme ukoo eh, au maeneo yale eh, tunajitambua wengine wanatumia bundi, wengine fisi, wengine mapanya haya nakuta tu mazao yanasombwa kwenye mahindi, unakuta umepata mengi saa ya kuvuna, nakuta umevuna kidogo. Yameenda wapi? Wameenda, yameenda, yamebebwa ya na nani? Na wachawi, kwa kutumia hayo mapanya au misukule. Panya wanakuja wanabeba chakula, panya mmoja anabeba gunia zima, tena liliyopukuchuliwa mahindi. Tanzania sio mchezo. kuna kule Njombe kuna uchawi mkubwa, tunahitaji msaada. Yule kule anafahamu. Kwa hiyo Pastor Anita ana kazi kubwa kwa mkoa wa Njombe, yuko katika, na kuna lango la kuzimu linaitwa nyumbanitu ha? kuna lango la kuzimu, juu kuna maji, kuna ngazi imeteremka mpaka kuzimu kwa Shetani. Wachawi wanaenda huko, juu kuna maji eh. Watu wanateremka na ngazi na ngazi, lakini kwa macho huwezi kuona, ila kwenye ulimwengu wa roho hipo na Njombe pana mtu unaitwa Ruhuji, pale ndio limewekwa lango la kwamba kila nayeingia mji huu asifanikiwe, kwa sababu pali pana, pana lango nalo la kwenda kuzimu. Kwa hiyo Njombe ni tajiri na kila kitu, lakini watu wake masikini. Ndiyo hayo, na waganga wamejaa tele kwa Njombe. Bwana Yesu, nimeweka nguvu kwenye hichi kitambara, mtumishi wako anapoenda kutumia hakuna mchawi atawahi kusimama, na waganga wote watasarenda na watajisalimisha, na uchawi utang'olewa, wengine wataletwa huku kukombolewa, wengine watakombolewa na huko, na eneo hilo likombolewe yote. Kitambo tuje huko, kutakuwa na moto umewaka tayari. In Jesus name. Tumie hiyo ikiwa chafu, nafua tu. Hakuna mchawi atakujibu, uombe usiombe. Kuomba usiache kuomba, kufunga usiache kufunga, lakini uombe usiombe, ufunge usifunge, hakuna mchawi atasimama mbele yako. nizitumie kwa utukufu wa utukufu wa Bwana maana inawafungua eh, kwa kwa leo. Leo usijali, niko na sana, uko na shule, nitakuja. Hebu nipe testimony kwanza. Nina kampuni ya ulinzi, nafanya kazi ya ulinzi, lakini nashukuru tangu naijua ya madhabahu yako, kwa kweli kidogo Mungu anamuona. Niko na shilingi elfu mbili mia tano elfu tatu elfu tano elfu kumi elfu ishirini elfu hamsini 200 kwa siku. Kitambo mtu aachane na uganga anabarikiwa, si <laughs> tumpe Yesu makofi mazuri. Umefanya hey, uganga ama uchaji sijatafuta wana wa kiroho nimewazaa wengi, kuna watu nawasaidia sama. Karibu. Bwana Yesu asifiwe, amen. Mimi pasta, tatizo langu ni kuwa nilipokuwa mdogo nilikuwa naota ndoto za kupaa, lakini kukitokea mnyama wa hatari kama nyoka na simba, nitakapopaa yule mnyama atanifuata kwa chini, atakapokufa nitashuka pale chini itakuwa uhuru. Ukipaa, kuna mnyama ako chini wa hatari analifuata, itakapopaa anakuwa hawezi nifikia kule juu, atakapoanguka chini hafe na mimi nitakuwa na uwezo wa kushuka. Sasa baadaye hapo, nilipokuwa kuwa kidogo, mara ya kwanza niliona njiwa alinijia mwaka elfu mbili na saba ilikuwa kama saa saba za usiku, ilikuwa Januari tarehe 14. Yule njiwa akanijia, nilikuwa nimejifungua mtoto akapaa. Usisahau kusubscribe na kugusa alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu kila tunapoweka, Msomi News.